<todicatua> Shiya kijiji kidogo ndani ya wilaya ya Bubanza kimegeuka kuwa alama mabadiliko historia na neema ya Kiislamu. Siku chache zilizopita tukio la aina yake limeshuhudiwa, tukio lililogusa mioyo ya wengi na kuacha athari ya kudumu Mnamo tarehe 24 Oktoba 2025 mufti mkuu wa Kiislamu nchini Burundi Sheikh Salom na Bagabo alitimiza ahadi yake aliyoitoa miezi michache iliyopita alipotembelea eneo hilo. Ahadi ya kujenga msikiti wa kudumu na kuozesha vijana watano wa Kiislamu walioishi bila ndoa rasmi kwa muda mrefu iligeuka kuwa halisi katika hafla hiyo adhimu ilihudhuriwa na kadhi mkuu wa Kiislamu nchini Burundi Sheikh Ali Khamis, amiri wa waislamu wa Bujumbura Sheikh Hamza Jonata, viongozi wa mazone na makomine, wazazi wa maharusi na hata mgeni maalumu kutoka nje ya nchi. Ndoa tano zilifungwa kwa pamoja kwa utaratibu wa kisheria na heshima, kwa furaha na shukrani. Tukio hili lilihitimishwa kwa chakula cha pamoja, dua na ziara ya msikiti mpya unaojengwa ambao unatarajiwa kukamilika ndani ya wiki mbili zijazo. Tukio hili ni somo na kumbusho kwa pale nuru ya uongozi na nia njema inapoletwa, jamii hubadilika, na Shia sasa inang'ara kwa neema hiyo, ikiwa mfano mm -hmm wa kuigwa kwa maeneo mengine nchini fanye na matege mategeko ngendigwakutukorerako mgango wa Kiislamu mu Burundi. muburundi ninyigisho zinu mwe bana Muhammad sallallahu alaihi wasallama.